Wa TBC Wani Kipenga, kimekushalia kwa sheria kandanda, ndio iko uwanjani hivi sasa, na tupo na Sport Lady hapa Chenjon. Chezi, yani wewe mchezaji jezi nambari ngapi huko kwenye kamati ya ufundi? <laughs> <laughs> mimi si chezi chunga. Unajua uh, mimi yangu ni kuwapasha, kuwapa wananchi kila ambacho wanataka uh, katika michezo. Mimi nacheza. Wewe unacheza namba ngapi? Namba tatu. Naam, karibu mtazamaji wa TBC katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Jenjoni. Serikali haitambui mabadiliko yaliyofanywa na vilabu vya Simba na Yanga kutokana na kushindwa kufuata kanuni za kisheria inavyotaka. Mwandishi wetu Swaumu Mavura ameandaa taarifa ifuatayo. Kauli hiyo ya Baraza la Michezo Nchini BMT imekuja kufuatia mabadiliko yanayotaka kufanywa na vilabu vya Simba na Yanga bila kufuata taratibu za kikanuni. Katibu mkuu wa Baraza la Michezo hapa nchini Mohamed Kiganja amesema serikali haipingi mabadiliko ya vilabu vya Simba na Yanga, lakini vinatakiwa kufuata sheria na kanuni za kikatiba. Naona kuna wimbi kubwa sana la vilabu vyetu vya kutaka mabadiliko, lakini mabadiliko yale yanakiuka, yana utaratibu au taratibu za sheria zilizopo. Kila kitu hapa nchini kimewekewa sheria zake. Sisi kama baraza, sisi kama serikali, kwanza hatupingi vilabu hivi vyote kwenda kwenye mabadiliko hatupingi, lakini tunachotaka na kutahadharisha wanachama, mabadiliko yawe yanayofuata sheria na taratibu zilizopo. Hayo ndio mabadiliko ambayo tunayataka, lakini tusitumie nguvu kwa kulitaka ili jambo lifanikiwe. Na ni kwa faida ya nani? Unatumia nguvu kwa faida ya nani? hatima ya hawa wanachama Unajua, mwanzo wa vilabu hivi sio mwanzo wa klabu ya, ya, ya klabu kama ya ya Azam ya amesema mabadiliko yanayofanywa na klabu ya Yanga hayakubaliki, kwani bodi ya wadhamini ya Yanga haitambuliki kisheria, ilipitishwa bila mkutano mkuu wa wanachama wa Yanga, kwamba lazima majina yale yapelekwe kwenye, kwenye mkutano mkuu. Mkutano mkuu uitishwe upitishe hiyo bodi. Sasa sina uhakika kama vilabu vyetu hivi, hapa karibuni nimesikia wakiitisha mkutano mkuu kwa ajili ya kupitisha wadhamini, lakini kumekuwa kukizungumzwa tu, hawa ni wadhamini wa Yanga, hawa si wadhamini wa nini, lakini sheria inawataka waitishe mkutano mkuu wawapitishe hayo majina, wa, wanachama wayapigie kura ya ndio au hapana, ndio wanaqualify kuwa bodi ya wadhamini, vinginevyo ni kiine macho. Hivi karibuni bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga imesaini mkataba wa kuikodisha timu ya Yanga kwa muda wa miaka kumi kwa kampuni inayofahamika kwa jina la Yanga Yanga Yetu Limited, ambayo umiliki wake ni mwenyekiti wa klabu ya Yanga Yusuf Manji. Wapinzani wao wa jadi Simba nao wapo katika mabadiliko ya kuuza hisa kwa, kwa kumpa hisa asilimia hamsini na moja mwanachama wa Simba Mohamed Deuj na wanachama wa Simba wakipata asilimia arobaini na tisa. Swaumu so, Mavura, TBC Dar es Salaam.